Mume wangu alipata shida akafanyia operesheni, kwa hiyo sasa msingi uliumba, ndio kabidi tu nifanye kazi eh. kwa hiyo yeye ndokuwa support mtaji eh. Niambie, biashara ilikuaje kipindi cha unauza mitumba? Nilikuwa nauza napata elfu thelathini kikata balo, nalea watoto hivyohivyo, lakini kaenda hali ikakataa, kwa sababu nilikuwa nauguza mgonjwa eh amna ni tatizo tu lilitokea kwenye mguu, akaenda akafanyia operesheni, akaambia asifanye kazi ngumu hmm kwa sasa hali yake ikoje? sasa hivi ajabu lakini, siwezi kusema afanye kazi ngumu wakati ameambiwa kwanza asifanye. Ni e. sana, asante uh. niambie hizi uh, chupa unauzaje? Yaani kwamba unakusanya kilo ngapi, na unauza kiasi gani, na pengine mapato yake yakoje? kilo 20 kwa siku napata elfu sita. Hakika kwa siku kuingiza e. elfu sita asubuhi mpaka jioni unaetumia kwenye labda kulipa kodi, chakula, watoto wanasoma na hapa e, mahitaji ya shule. Wanne wa kwanza ana miaka ni mkubwa, miaka ishirini na tatu. Ameshindwa kuendelea na chuo, alishindikana. Eh, anayefuata yuko form 6. E, mikwambe mm yuko la sita, ingine chekechea. Una wasomi kwako wewe? Maana form 6 wanafata, mwingine chuo imeshindikana e, ni sehemu ya maisha, lakini namshukuru Mungu e. Okay. Namshukuru Mungu. ikitokea biashara imekuwa ngumu sana, kwa siku shingapo unaingiza? Mm. Elfu tatu, elfu tatu. Hmm. Sio mnaigaa vipi nyumbani pale? Basi, nakoroga uji kunywa e, siku inapita. Naishi kikalakala Mzinga, kama unaenda Goroka mi niko katikati ya Twangoma na Mzinga, ina maana mimi niko katikati, hapana e. Nakaa nyumbani kwangu e, tulijenga mchumba na seble ninacho pale, naishi na chukale, watoto e. A, sipendi Napenda ya mtumba kwa sababu ukiwa na mtaji ni mzuri, kwa sababu naenda, tunachukua bidhaa yako naweka, watu wanakuja wanachukua eh.